Naomba nikuambie kitu kimoja siku hii ya leo. Ukiona Mungu amekubariki kipato kizuri sana cha kifedha. Hakikisha pesa yako inashughulika katika sehemu ya kujenga afya yako, sio kuharibu afya yako. Ukiona Mwenyezi Mungu amekubariki, una mshahara mzuri kazini kwako. Hakikisha mshahara huo uwajibike katika kujenga afya yako. Nikianza au tukianza kufanya hesabu, vyakula wengi ambavyo mnaovitumia ni millions of money, ni mamilioni ya pesa. Sasa ukitaka kujua kwamba kutunza afya yako ni gharama, subili siku umwe, subili siku upate changamoto ya kiafya, subili siku uende hospitali uone namna ambavyo pesa inateketea kwa sababu ya kuto kutunza afya. Kama umekuwa ukinifuatilia hapa kwa muda mrefu, nimeanza kutoa elimu ya lishe, elimu ya afya toka mwaka 2021 kupitia mitandao ya kijamii, na huko nyuma toka mwaka 2019 nimekuwa nikifundisha katika redio mbalimbali. Kama mpaka leo hujaamua kuchukua hatua, Tambua kwamba unaandaa uzee ambao ni mbaya wa baadaye, lakini pia unaandaa umaskini mkubwa wa kipato ama wa kifedha hapo baadaye. Naomba nikusii sana wanafunzi wangu ambao unanifuatilia katika mitandao yangu yote ya kijamii, una wajibu mkubwa kwa ajili ya kuweza kutunza afya yako. Magonjwa ya lishe sio sehemu ya maisha yako. Endapo unateseka na magonjwa ya lishe aina yote Iwe ni, iwe, ni iwe, ni iwe ni shida ya nguvu za kiume, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni shida ya maumbile madogo, tambua kwamba mharibifu wa kwanza ambaye ameharibu afya yako ni wewe mwenyewe kupitia vyakula unavyokula. Wanaume wengi wananipigia kelele, dokta, mbona tatizo la maumbile madogo limekuwa ni changamoto kubwa sana? Lakini jibu langu huwa ni moja tu, tatizo la maumbile madogo litaendelea kuwa kubwa zaidi na zaidi ni mpaka pale wanaume wote watakaporudi katika asili yao, wanaume wote watakapokubali kuweza kurudi katika asili ambayo Mungu aliwaumbia, wakaanza kutumia vyakula ambavyo ni asilia. Rudi katika asili yako ambayo Mungu aliyokuumba. Kwa kufanya hivyo, utaokoa afya yako utalinda afya yako. Mungu akusaidie jioni ya leo, unapokuwa unatafakari maneno haya akusaidie ukatunze afya yako, uwe na uchungu na afya yako.